Kuna kajamaa kalikuwa kanaitwa Ima, kalikuwa kanaishi ukweni. Mama mkwe anaingia katika chumba cha mpenzi wa mtoto wake, cha ajabu, anamkuta jamaa ametoka kuoga na taulo lipo chini, yupo uchi wa mnyama, maumbile yake yote yako wazi. Ah, mama mkwe anavutiwa na maumbile ya mpenzi wa mtoto wake, anamwomba mchezo kwamba naomba tufanye mapenzi. Ima anakataa. Mama mkwe anamwambia kwamba ukikataa nitamwambia mtoto wangu kwamba umevua nguo mbele zangu na umeitaka kimapenzi. Bana, we unajua nini ambacho kitaendelea basi? Ni simulizi nzuri ambayo leo nakuletea hapa, inamuhusu kijana mmoja anaitwa Ima na mpenzi wake anaitwa Sunche. Ilikuwa ni katika mtaa wa Kimara, ni pembezoni kidogo mwa jiji la Dar es Salaam, aliishi kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Emmanuel, kijana aliyekuwa na ndoto kubwa katika maisha yake. Alikuwa ni kijana mfupi mwenye ngozi ya kahawia iliyong'ara kama ngozi inayotunzwa na baraka za jua la Afrika. Ima alikuwa ni mpole, alikuwa ni mchapakazi na mwenye sura ya kuvutia kiasi cha kuvunja shingo za kinadada sokoni. Ima alikuwa akifanya kazi katika duka la electronics, lakini zaidi ya kazi hiyo moyo wake ulikuwa umejaa mapenzi ya kweli kwa binti mmoja mzuri aliyekuwa anaitwa Sunche. Sunche ndiye aliyekuwa mchumba wa Ima na walikuwa wanaishi wote katika nyumba ya Mama Sunche. Mama aliyekuwa ni mzuri, mwenye umri wa makamo, mwenye mwili uliojengeka na uso uliobeba tabasamu la upole, lakini nyuma ya pazia ilifichwa siri nzito sana. Ima alikuwa amehamia kwa mama mkwe wake kwa sababu nyumba aliyopanga awali ilichomwa moto kutokana na itilafu ya umeme. Kwa upendo mkubwa, Sunche alimshawishi mama yake amkubali Ima akae hapo kwa muda hadi waamue maisha yao ya baadaye, watakapooana na watakapoishi pamoja. Mama Sunche alikubali kwa sharti moja tu, akasema, usimletee mwanangu matatizo na uheshimu nyumba hii. Miezi ikazidi kusonga bana, maisha yalikuwa ni mazuri sana. Kila mtu alikuwa akiona ni familia yenye upendo, lakini kwa macho ya ndani, mama Sunche alianza kuwa na mtazamo tofauti juu ya Ima. Alianza kumtazama kwa macho ya ajabu, macho ya mtu anayetamani kitu kisichopaswa kutamaniwa bana. Siku moja ilikuwa ni jioni, ilikuwa ni jioni yenye mvua nyepesi iliyokuwa ikinyesha taratibu kama vishuka vya pamba vikishuka angani. Ima alikuwa ametoka kazini akiwa na uchovu mkubwa sana. Alifungua mlango akamkuta mpenzi wake upo jikoni akimpikia ugali wa muhogo na mboga ya majani. Mama mkwe alikuwa sebuleni akisoma gazeti. Ima akaingia bafuni kuoga. Bafu lilikuwa ndani ya chumba chake kwa sababu chumba alichopewa kilikuwa ni master bedroom ya zamani ya mama Sonche. Imma alikuwa amevalia taulo kiunoni akaingia bafuni kuoga. Alikuwa anaoga maji ya moto, maji ya moto yakimwagika mwilini mwake, akiondoa uchovu wa siku nzima. Alipomaliza akatoka bafuni akiwa bado uchi wa mnyama, akidhani upo salama, kwa sababu alijua mpenzi wake yupo jikoni. Lakini kabla hajavaa mlango wa chumba ukafunguliwa ghafla. Alikuwa ni mama mkwe, aliingia bila kugonga. Imma alishtuka sana Hakimbilia kona ya kabati kujificha, hasa kuficha sehemu zake za siri, lakini mama mkwe alisimama mlangoni akimtizama kwa macho makali, alafu kwa sauti ya upole akasema, Ima, Mungu amekubariki sana, maumbile yako ni ya ajabu, sijawahi kuona kijana aliyeumbika kama wewe. Ima alikosa la kusema, akawa ni mtu ambaye anatetemeka sana. Alijaribu kujifunika na taulo, lakini mikono ilikuwa kama imekauka kwa woga. Mama mkwe akamkaribia, akakaribia kitandani, akamkazia macho kisha akasema tena, nataka tufanye mapenzi, nataka tufanye mapenzi hapa tena sasa hivi. Ukikataa nitamwambia mtoto wangu kuwa wewe ndiye ulioniingiza huku na umevua nguo zako mbele yangu makusudi. Unahisi atakuamini wewe ama ataniamini mimi? Imma alihisi dunia ikimzunguka, hakujua kama ni ndoto au ni kweli. Mapigo ya moyo yalipiga kwa haraka akafumba macho akavuta pumzi, kisha akafungua tena macho yake. Mama mkwe alikuwa bado yupo pale pale, macho yake yakitoa ujumbe wa hatari. Lakini kabla hajaamua lolote, ghafla mlango wa chumba uligongwa kwa nguvu. Ilikuwa ni sauti ya mpenzi wa Ima, Sunche. Ima, mbona umekawia? Nimekuandalia chakula. Mama mkwe akashtuka, akageuka haraka na kumkazia Ima macho akamnongoneza, ukimwambia chochote nitakuangamiza. Mlango ukaendelea kugongwa. Imma akiwa bado uchi, akiwa hajui la kufanya, akabaki amesimama katikati ya chumba, yupo kwenye njia panda ya maamuzi ambayo yangebadilisha maisha yake milele. Sasa Imma alibaki amesimama katikati ya chumba akiwa bado uchi wa mnyama. Imma alikuwa anatetemeka, sio kwa baridi, bali ba kwa mshtuko na hofu akili yake ilikuwa kama imegawanyika vipande vipande. Moja ilitaka kupiga kelele na kumweleza Sunche kwamba nini ambacho kimetokea na nini ambacho kinaendelea, nyingine ilimkumbusha kuwa mama mkwe alikuwa tayari na mpango wa kumharibia jina. Mlango uliendelea kugongwa, na sasa hivi mlango ulikuwa unagongwa kwa nguvu. Sauti ya Sunche ikawa ni sauti ya wasiwasi wasi. Ima, upo sawa kweli? Mbona uitiki? Mama mkwe akamwangalia kwa macho ya hatari akampungia mkono kwa ishara ya kumtuliza, kisha akatembea haraka hadi katika mlango wa chumba. Alipofika alifanya kama alikuwa anatoka tu kwa kawaida, akaufungua mlango kwa utulivu. Sunche mtoto wangu, Ima alikuwa anabadilisha nguo, subiri kidogo, atakuja. Oh, pole mama, sikuwa kama navamia. Sunche alimjibu kwa sauti ya kawaida alafu akaondoka zake kuelekea sebuleni. Mama mkwe akafunga mlango polepole, akageuka tena kumkazia macho Ima ambaye kwa sasa alikuwa amevalia haraka boksa pamoja na t-shirt. Ima hakusema neno lolote lile bali alimpita mama mkwe kwa haraka na kutoka nje ya chumba kama mtu aliyekimbia kivuli chake. Usiku huo haukuwa usiku wa kawaida. Kwenye meza ya chakula, Ima alikuwa kimya kuliko kawaida, akitizama chakula kama mtu asiyejua ladha ya chakula. Sunchi alikuwa na furaha akizungumza kuhusu mipango yao ya ndoa, kuhusu sherehe kuhusu maisha ya baadaye. Mama mkwe naye alicheka kama kawaida, akicheza na kijiko kwenye uji wa ulezi, lakini kila mara macho yake yalimtafuta Ima kwa jicho la siri. Baada ya chakula, Sunche aliingia chumbani kwake. Mama mkwe akasogea karibu na Ima akamnong'oneza tena kwa sauti ya chini, usijaribu kunikimbia na kutaka kama uwezi leo, nitakupa siku tatu za kufikiria, ukikataa Sunche hata amini chochote utakachosema. Wewe ni mwanaume, lakini mimi ni mama yake. Tumia akili zako vizuri. Ima akamocheta basamu la ajabu, kisha akaingia chumbani kwake. Ima aliingia chumbani kwake akiwa na msongo wa mawazo. Alipolala aliisidunia na mkandamiza. Alitamani kuambia watu, lakini nani angemwamini? Alitaka kumwambia Suncha, lakini alijua mama mkwe alikuwa tayari ameandaa uongo wake. Alijua kuna njia tatu tu: kukubali mtego wa mama mkwe kukimbia nyumba hiyo, au kupambana na ukweli kwa hatari zote. Usiku huo usingizi haukumjia Imma. Badala yake, aliamka alfajiri na kuenda kuangalia bahari ya mawazo, akitafakari nini cha kufanya. Ghafla akakumbuka kitu kimoja, alikuwa na simu na kwenye simu kulikuwa kuna voice recorder. Akajiambia moyoni, kama nitamnasa tena akisema maneno yale, nitakuwa na ushahidi. Akatabasamu kwa mara ya kwanza, lakini tabasamu la mtu aliyejua vita bado haijaisha. Je, Ima atafanikiwa kumrekodi? Atafanikiwa kurekodi ushahidi? Mama mkwe atagundua njama hiyo? Na sunche ataamini upande upi? Usikose sehemu ya pili. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, nina ninaimani simulizi hii umeipenda sana lakini una hamu ya kutaka kufahamu sehemu ya pili, nini ambacho kiliendelea. Mi naitwa Jimmy Godfrey. Ni Bongo Star Media. Siku njema iwe nawe. Tukutane tena katika simulizi hii sehemu ya pili.